Kuna mtu nilikuwa namwambia, nilipoacha kazi nilikaa miezi ni mitatu bila kutoka chumbani kwangu. Nilikuwa naenda ofisi na nilikuwa naenda dukani na kutoka na nyumbani kwangu, pale kuna kageti hivi. Kwa hiyo natoka pale ndani tu naongea na wale majirani narudi ndani. Trust me mfukoni kwangu sishiwi hela, sitoki miezi sikutoka miezi, sishiwi. Na baada ya pale, japokuwa ilikuwa miezi mitatu, ambayo nilijifunza sana vitu vingi nakaa ndani kwangu, i make money chumbani of course. kuna ofisi ambayo tuko ukihitaji watu wengine fanya kazi nawe, nataka nije nifike ofisini kwako, trust me, tutafanya vikao ofisini, tutafanya watu ambao mnahisi labda, labda, labda milioni moja, naona milioni moja. Nikwambie ni mimi ofisini na kutajali bei kubwa, kumbe ni milioni moja unakuja kunipa. Trust me.